Leo Zanzibar, vipaji vyote viliyopo katika michezo mbalimbali mbali. Leo Zanzibar hatujulikani Kafu, hatujulikani FIFA, hatujulikani wapi. Watu wamechukua mapesa wakajenga viwanja vya michezo wakajenga viwanja vya mpira, lakini mpira huo labda wakachezenea nage, kwa sababu mpira leo ucheze katika ngazi ya kimataifa leo mpira ni uchumi. Michezo hii ni uchumi, ni ajira kwa vijana. Baraza letu la wakilishi lilikuwa linashiriki katika michezo ya nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki, kama baraza la wakilishi kama chombo huru, wao bunge kama wanashiriki kivyao Zanzibar inashiriki yake kama bunge la wananchi wa Zanzibar, wamekwenda kwenye mashindano na alhamdulillah wakawa wanashinda. Lakini ikafika pahala wenzetu wakatia chokochoko. Kuna mashindano Zanzibar tumeshinda, Waganda wakachukua kikombe kile, wakakimbia nacho, wakasema hii si nchi hawapasi kupewa kikombe hichi, hii si nchi. Lakini nchi mbona wanashiriki na wanashinda, kama si nchi? Kazi yetu kubwa la kwanza ni kurudisha haki za Zanzibar katika vyombo hivi vya kimataifa, ndani ya kafu, ndani ya FIFA. Wenzetu tukubaliane ama tushiriki, tufaidi sote. Lazima tufike pahala, tusionee haya, tusionee aibu, haki zetu hizi sisi. Chini ya sera zetu za michezo, la kwanza tunaanza na hili.